Tukio la leo ni muhimu sana na kihistoria, kama ambavyo amesema. Tunakumbuka e, yale yaliyotokea kwa wenzetu Afrika Kusini. Kipindi hicho ilikuwa na zile sera za ubaguzi makaburu, maka, walikuwa wanabagua sisi weusi. Sasa watoto wakaamua kuandamana kupinga mifumo ya kibaguzi ya elimu, na baada ya tukio lile wale makaburu waliwaua watoto takriban elfu mbili. Watoto wengi sana. Kwa hiyo baada ya hapo, serikali ya Tanzania ikaingia mikataba ya kimataifa ya kikanda na, ya, na kimataifa na pia ilipelekea kuunda ama kutunga baadhi ya sheria na sera za kulinda watoto. sheria hizo ilikuwa ni pamoja na sheria ya mtoto ya namba 21 mwaka 2009, sheria ya elimu ya mwaka 1978 na marekebisho mwaka 2016 iliyoboresha adhabu kwa watoto wanaoingiliwa kimapenzi, ubakaji na ulawiti, ambapo sheria hii iliweka adhabu mpaka kifungo cha maisha. Pia kuna sheria ya ajira na uhusiano wa kazini ya mwaka 2006 na mwaka 2004, ambayo imezuia ajira kwa watoto kwa maana kwamba mtoto chini um, ya miaka 18 hatakiwi kuajiriwa viwandani au mashambani. Lakini pia kuna sheria ya adhabu kwa maana abaimakodi, sera ya maendeleo ya mtoto ya mwaka 2008, na hizi na zote sheria hizi serikali imezitunga ili kuwalinda watoto na kauli mbiu, nimeambiwa nimesoma hapa kwamba kauli ya mbiu ya kwa kauli ni haki za mtoto tulipotoka tulipo na tuendapo, ambayo kauli mbiu hii inatutaka kutafakari, kwa maana sisi kama wazazi na kama jamii ama walezi, kutafakari utafakari upatikanaji wa haki za watoto na maadhimisho kwa ujumla kwamba yanatukumbusha sisi walezi wazazi, katika kusimamia na kutekeleza zile haki tano za za ulinzi wa mtoto ambazo eh, ni haki ya kuishi, kwa maana mtoto ana haki ya kuishi bila kukatishwa uhai. Eh, haki ya kuendelezwa kielimu, kama hivi ambavyo wote mko mashuleni ndio maana serikali, mzazi asipompeleka mtoto shule, maana yake amekiuka haki ya mtoto kupata kupata elimu, mzazi anaadhibiwa eh. Pia kuna haki ya kulindwa dhidi ya ukatili eh, na haki ya kushiriki kutoa maoni, kama hivi kama hivi ambavyo hatimaye baadaye tunaunda baraza letu kwa hiyo nimefarijika, kama kweli tutaitekeleza hili kuanzia ngazi ya kijiji, kwamba kweli na baraza watoto nao tunawasikiliza, wana maoni yao tuyaweze kuyapokea na kuyafanyia kazi, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa. Na nimeambiwa hapa <coughs> baada ya hapa sasa watapatikana wawakilishi wetu wawili ambao wa hawa wanaenda katika ngazi ya taifa, na niliona kuna barua pale ilikuja sio waende wanatakiwa waende Dar es Salaam nafikiri ndio linafanyika ile ile baraza la kitaifa. Kwa hiyo haya yote tunatekeleza kwa sababu ni sera ya nchi ambayo imeelekeza, na wale ambao wamechaguliwa hapa kutoka kwenye kundi hili na watakia kila la heri. Lakini pia kuna haki ya kutobaguliwa kwa wale; hiyo sisi walezi, wazazi tunasisitiziwa kusimamia hizi haki tano za mtoto na pia matake viongozi na jamii kwa ujumla tuendelee kuwa na jukumu la kuwalinda mtoto eh. Kwa vile pia kuna msemo ule unaosema mtoto wa mwenzio ni mtoto wako. Kwa hiyo e, mzazi au mlezi unapokuta mtoto anafanyiwa ukatili mahali popote, ku tukiwa kwenye madaladala ukiwa mtaani basi jamii ama walezi au wazazi wana haki ya kumlinda mtoto, kwa sababu usisubiri kusema huyu mtoto sio wako. Na ndio maana kuna hiyo lugha ya mtaani anaosema mtoto ni mtoto wako, basi sisi tuna wajibu wa kumlinda pale ambapo wanafanyiwa vitendo vya kikatili, mahali mwingine kokote, kwenye maeneo ya vyombo vya usafiri, masokoni mabarabarani huko, eh, kuna watu kwa kweli wana, wana roho ya ukatili. Sasa ile roho ile inabidi tuikemee kwa jina la Yesu, na kwa dini. Kule makanisani tunapoenda kusali, kuna kipindi cha Sunday schools watoto wanatengwa, wanaenda kufundishwa, lakini kuna madras eh, kuna club na hatimaye mabaraza haya ya watoto na pia kwenye maeneo ya shuleni. Haya maeneo yote yanawajenga watoto kuimarika katika swala la uadilifu eh, maadili mema na kuwa walinzi ama wazalendo wa eh, taifa kwa sababu taifa linajengwa kuanzia ngazi hii ya msingi, ambayo kwa kweli, nirudie tena kuwapongeza sana walimu, wanafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo nimekaribishwa kufungua, lakini niwahimize tu kwamba e, msome kwa bidii kama ambavyo tunasema, nyinyi ni taifa la kesho, sisi tupo kwenye ofisi hizi lakini kesho miongoni mwenu mtakuja kuzijaza hizi ofisi kufanya kazi kama ka maofisa. Hakuna mtu anayetamani kuwa mkuu wa mkoa mko wenu? Mkuu wa mkoa wenu namfahamu anaetamani, binti eh, eh, hapo umevaa wewe, apeni ya South Afrika mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita takriban watoto elfu mbili waandamana ili kuishinikiza serikali ya wakati huo iliyokuwa na ubaguzi wa rangi na ubaguzi wa mifumo na ubaguzi wa haki kuweza kutoa haki sawa kwa watoto wa kizungu na watoto wa kiafrika katika masuala ya elimu. Kwa hiyo watoto wa kiafrika waliona wanafundishwa vitu ambavyo havina tija kwao, haviwafai kuwa na maendeleo haviwafanyi kukua kiteknolojia wala kuweza kushika mbalimbali, kwa hiyo wajiandamana ili kuleta usawa wa upatikanaji wa elimu. Baada ya tukio hilo, mwaka elfu mbili na nane hata sisi nchi yetu ikaanza rasmi kuanza kwa kuadhimisha siku hii lakini katika mwaka huo ilianza nyuma, lakini katika mwaka huo ilianza kwa kuweka sera, mikakati na miongozo itaosaidia harakati za maendeleo na upatikanaji wa haki kwa watoto. Kwa hiyo siku hii ya leo, katika mkoa wetu wa Njombe moja, tunaadhimisha hiyo siku ya mtoto Afrika, lakini tunaiadhimisha kwa kuweka kielelezo, kwa sababu tuna maelekezo na miongozo inayotuelekeza tuwe na baraza la watoto katika ngazi zote kuanzia ngazi ya kijiji, kata, halmashauri mpaka mkoa na taifa. Kwa hiyo katika kujitekeleza hilo mwaka huu Mungu ametupa fursa ya kuweza kujumuisha kwa uwakilishi mzuri kulingana na mwongozo unavyohitaji kuna wale waliotoka halmashauri ambao tayari wameshachaguliwa kwenye ngazi ya wilaya, kwamba ni viongozi wa baraza la halmashauri la, la, la, la watoto, lakini na kuna watoto ambao wa wajachaguliwa, lakini wanapewa fursa kuja kushiriki kupata nafasi kwenye baraza la mkoa. Kwa hiyo katika siku ya leo, baada ya kwamba tutaadhimisha, tutaenda na kiengelezo kupata baraza la watoto la mkoa kwa kuchagua viongozi wake na tutachagua wawakilishi wawili watakuwa wanaenda baraza la taifa kwa mujibu wa mwongozo. Kwa ufupi, naomba nikukaribishe hiyo kutusum... Ukimwi tunasema ni ni yu, ni, ni virusi ambavyo vinaambukizwa vina na vinaambukizwa kwa njia kubwa ya damu, tunaelewa tuna naye na kwa njia ya damu, ina maana kwamba inawezekana enda tumeshia vitu vyenye ncha kali. Kwa hiyo sisi kama watoto tunapokuwa shuleni au tunapokuwa nyumbani, tuepuke kushea vile vitu vyenye ncha kali. tuepuke vitu gani? kushea vitu vyenye ncha kali. Okay. Tukiweza kuepuka kushea vitu vyenye ncha kali, kwa vyovyote vile hatuwezi tukapata maambukizi ya viviu, kwa sababu tutakuwa tumejilinda au tumejikinga. Kwa hiyo hata kama kuna mwenzetu mmoja ambaye kwa bahati mbaya alizaliwa na maambukizi ya virusi vya UKIMWI, tunaweza tukaishi naye vizuri na asituambukize. Kwa hiyo tuepuke uh kushia hivyo vitu, lakini kuchangia vitu vyenye ncha kali kama hivyo tulivyovitaja: sindano, wembe miswaki na vingine vyote vyenye ncha kali tusiwe wepesi wa kushirikiana kuvitumia hivyo vitu hakikisha unapokitumia ni kipya na hakijatumika na mtu mwingine tumeelewana eh? kwa maana hiyo sasa vvu haiambukizwi kwa mimi kugusana na mwanangu akawa tumegusana tu kwa tumegu sana, kusalimiana kwa sababu hakuna damu iliyotoka kwangu kwenda kwake, siwezi kumwambukiza. Tumeelewa na. Kwa maana hiyo sasa, hawa wenzetu ambao wanaishi na maambukizi ya VVU tusiwatenge au tusiogope kucheza nao kwa sababu tu tumeambiwa huyu mtoto anakunywa dawa au huyu mwenzetu ana maambukizi ya VVU tukicheza naye kwa njia ambazo hatuchangii hatu vitu vyenye ncha kali hatuwezi kuambukizwa VVU, sawa. Tukishirikiana naye kwenye masomo yetu bila kuchangia hivyo vitu vyenye ncha kali hatuwezi kuambukizwa VVU, sawa. Tukishirikiana naye kwenye masomo na michezo hatuwezi tukaambukizwa VVU. Tumeelewa eh? Kwa hiyo tunapokuja kwenye suala la hawa wenzetu ambao wanaishi na maambukizi ya VVU , tuwachukulie kama wenzetu wa kawaida, wanaouma ugonjwa ambao ni kama magonjwa mengine. Ugonjwa huu unaitwa ukosefu au upungufu wa kinga mwilini, wanakuwa tu na upungufu wa kinga mwilini kwa sababu kuna virusi ambavyo vimeingia mwilini mwao, vinashambulia kinga zao, matokeo yake wanakuwa na upungufu wa kinga mwilini, lakini haimaanishi hawako sawa na sisi. Na wao ni kama sisi, tuko sawa eh? Kwa hiyo ikitokea kuna mwenzetu tumejua anaishi na maambukizi ya viviu basi tusimtenge kwa sababu tu tukaona yeye ni wa tofauti. Ana ndoto, ana matamanio na ana haki zote kama ambavyo tunazo sisi ah. wengine sawa eh? tumeelewa eh? sawa na kama ambavyo nimesema kwamba uh, viviu haiambukizwi kwa kugusana, kwa kushikana, kwa kusoma pamoja. Kwao tunategemea tuendelee kuonyesha ushirikiano kwa hawa wenzetu ambao watakuwa na hali hiyo kwa bahati mbaya, na labda tujue kwamba hawa wenzetu walipata maambukizi kutoka kwa wazazi wao kwa bahati mbaya, wazazi wanapo waleta duniani wakawaambukiza hayo maambukizi ya VVU. Kwa sisi jambo la msingi ni kuchukua hizo tahadhari za kutoshirikiana au kutotumia hivyo vitu vyenye ncha kali, ili kuepusha kuchangiana damu ambayo inaweza ikatusababisha na sisi tupate hayo maambukizi. Sasa ni kwa nini hatupaswi kuwanyanyapaa wenzetu? Nani anaweza akatusaidia, kwa nini tunatakiwa tuwasaidie hawa wenzetu hata kama tukijua wana maambukizi?